Tunaendelea na somo letu la jana, tukiendelea kuangalia jinsi ya kupata mwenzi au jinsi ya kuchagua mwenzi. Tumeona ya kwamba ndoa ni mpango wa Mungu aliyouanzisha yeye mwenyewe katika bustani ya Eden. Katika Mwanzo mbili fungu la 18 tulisoma ya kwamba si vyema mtu awe peke yake na Mungu anasema anamfanyia mwanaume msaidizi wa kufanana naye, lakini swali la kujiuliza, je, unajua aliko mkeo? Wee kijana wa kiume, unajua ule ubavu uliotolewa wako uko wapi? Tunajifunza kuhusu ndoa ya kwanza. Mungu anajua ya kwamba si vyema wewe uwe peke yako na anakufanyia au amekufanyia msaidizi ambaye yuko mahali fulani. Mwanzo mbili ishirini na moja neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, si usingizi tu, usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ule ubavu mmoja, akafunika nyama mahali pake. Mungu amefanya upasuaji, operesheni ya kwanza katika ndoa, katika bustani ya Eden. Vivyo hivyo pia Bwana Yesu, muujiza wake wa kwanza aliufanya katika harusi ya Kana ya Galilaya, kuonesha umuhimu wa utak, na utakatifu wa ndoa. Ndoa si jambo la kulidharau na kuingia bila adabu na kicho cha Mungu. Kijana, macho yako yakiwa wazi ni vigumu kupata mke wa kufaa. Fumba macho yako mruhusu Mungu akukutanishe na mtu aliye sahihi. Tunajifunza katika Mwanzo ishirini na nne na fungu la kumi kuhusu Eliezeri mtumishi wake Ibrahimu. Alipoenda kisimani, aliomba ombi zuri sana, alipiga magoti akaomba ya kwamba tazama, niko kisimani na mabinti wengi wanakuja kuteka maji, na mimi sitajua aliye sahihi atakayemfaa kijana wa bwana wangu, ninaomba Mungu unionyeshe binti. Na akaweka ishara, akaweka ishara ya kwamba atakayemwomba maji atakayemwambia kunywa na ngamia wako nitawanywesha, huyo ndiye. Mabinti wangu, punga mikono niwaone kidogo. Anatokea mrembo Rebeka, Karebeka kanatokea, kanasalimia kwa heshima. Alafu Eliezeri anamwambia naomba maji ninywe. Biblia inasema akaharakisha. Wasichana wa leo sasa wanaringa bila sababu, anamheshimu kijana yule tu anayemwona kwamba kwake, akimwambia dada, unasemaje, atakubali, alafu anadharau vijana wengine wote. Dada ana ujambo sijaa ushatokea mlango mbali Heshimu kila mtu, maana huyo unayemdharau mdharau rafiki yake ni yule unayeona wewe ni wa thamani, akimuuliza atamkataza. Kijana wa kiume, kuna madhara ya kupata ubavu usio wako. Omba sana na kufunga usije ukapata ubavu usio wako. Wanaume wengi leo wanalia, ingawaji si wote wanaolia kwenye ndoa, kwamba huo sio ubavu wake, mm -mm. Wengine ni yeye mwenyewe tu, ni wenyewe tu, wanandoa wanafanya kuwe na magomvi yasiyo sababu. Lakini basi, kuna madhara ya kupata ubavu usio wako, unaweza ukapata oversize. kila unapotaka kurudisha ile sehemu Mungu aliyotoa ubavuli ubavu linakuchoma na huna raha yoyote mwanaume, au unaweza ukapata kaubavu kadogo, small size, ukijaribu kurudisha pale, mahali panapwaya ndio wale wanawake ambao kila kitu kama unavyoona wewe baba, nyumba kama vile haina mwanamke, wakati mwanamke ni msaidizi. Mke wangu unaonaje tungefanya hivi na hivi, kama wewe unavyoona. Kwa hiyo mwanaume ana ka small size kaubavu kadogo kanapwaya, akatoshi. Mithali kumi na tisa kumi na nne, neno la Mungu linasema nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Wanaume badala watafute mke mwenye busara, wao wanatafuta nani? Hebu semeni wenyewe vijana, nanyie wanaume mliotuoa tayari, huwa mnatafutaga nani eh? Hiyo ndio shida yenu. Wanatafuta mzuri wa uso na umbo, utakula hilo? Kila mwanamke huwa ni mzuri kwa namna yake. Kama matunda yote yangekuwa mapapai, dunia ingekuwaje? kila mwanamke huwa ni mrembo, ni I love you nyingi kutoka kwa mumewe, ale chakula vizuri, awe na amani, ni mzuri tu. Kila mwanamke mwanamke mwenye busara ndio ungetafuta mwanamke ambaye mtashikana naye mikono kwa safari ya mbinguni. Mithali 18:22 mbili, neno la Mungu linasema apataye mke apata kitu chema naye ajipatia kibali kwa Bwana wao. Huwa najiuliza hivi mimi ni chema kwa Urio hivi Urio olewa? We mwanamke ulioolewa, wewe ni chema kwa mumeo? Ni kitu chema kwa mume wako, ni kitu ambacho mumeo anaringia, anajivunia na anamshukuru Mungu kwa ajili yako. We ni kitu chema binti, we ni kitu chema, utakapoolewa utakuwa kitu chema. Vijana wa kiume, tafuta kibali kwa Bwana ili Bwana akupatie kitu chema. Sasa mambo ya kuzingatia, moja, Zingatia amchaye Bwana. Hapa naongea na vijana wa kiume kwanza, zingatia amchaye Bwana. Tunasoma katika Zaburi ya mia moja ishirini na nane fungu la kwanza mpaka la sita mafungu yangu kipenzi tangu nikiwa binti mdogo. Anasema, heri kila mtu amchae Bwana, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema mkeo atakuwa kama mzabibu uzao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama michi ya mizeituni wakizunguka meza yako. Tazama atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana kubariki toka Sayuni, uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Naam, ukawaone wana wa wanao. Amani kae na Israeli. Kijana anayemcha Mungu yeye ni heri Vijana wangu wa kiume mche Mungu, uwe heri. Anasema utakuwa heri na kwako, yaani nyumbani kutakuwa kwema, mkeo kama michi ya mizeituni, wanao anasema tabu ya mikono yako hakika utaila. Kama wewe ni mkulima, utakula. Kama wewe we ni mfugaji, utakula. Kama wewe unachimba shimo mashimo kwenye nyumba za watu, utakula sababu ya mikono yako hakika utaila. Kwa hiyo sifa ya kwanza, angalia amchaye Bwana. Sifa ya pili oa waimani moja na wewe. Tuliposoma Zaburi kumi na moja na fungu la tatu ya kwamba kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Usiharibu msingi, na msingi ambao unatakiwa kuuzingatia Mungu amesema usifungiwe nira na asiyeamini. Anzia hapo, usiangalie Timna, angalia wenye imani moja na wewe. Kinyume na hapo unakuwa umeshaenda kando tayari. Tunasoma Wakorinto wa pili sita fungu la kumi na nne usifungiwe nira na wasioamini. Utasoma kwa wakati wako Ezra tisa na Ezra kumi Mungu anakasirika na hicho kitu. kufungiwa nira na wasioamini itawasumbua mbele ya safari mnie mamoja tunashauri na ni neno la Mungu kuwa imani ni muhimu sana katika ustawi wa ndoa yenu namba tatu kijana wa kiume angalia mke aliyemkarimu oa binti aliyemkarimu tunasoma mithali kumi na moja fungu la ishirini na tano nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa anyweshae atanyweshwa mwenyewe. Mithali kumi na tisa kumi na saba, amuhurumiae maskini humkopesha muumba wake, naye atalipwa kwa tendo lake jema. Binti mkarimu, tumeona ukarimu katika Mwanzo ishirini na nne na fungu la kumi na nane juu ya Rebeka. Wanaume waliooa wanawake wakarimu huwa wanafurahia maisha. Kuna wanawake wengi sana ni wakarimu kwa wageni ila sio wakarimu kwa mumewe sio mkarimu kwa mumewe mume anarudi kazini saa kumi au saa kumi na moja atakaa hapo sebuleni mpaka saa mbili usiku hivi ni waulize wanawake huwa mnapika mawe vile mkipika ambavyo haviivi masaa matatu manne huwa mnapika mawe mwanaume yuko sebuleni anabadilisha tu channel hop channel anaangalia naona hamna kitu kizuri anaenda mnaangaliaga wapi wanaume tena bbc eh? bbc sienieni, mwanamke yuko jikoni anapika. Mwanamke mkarimu anaanza ukarimu kwa mumewe. Mume wake akiingia tu ana kakitu special kwa ajili ya mumewe, akimwambia tu pole kwa kazi. Mimi yule wangu namwambiaga kiruga kwa sha. shemeji yangu pale anaelewa, namwambia kwa sha. nikishamaliza hiyo haraka sana nina kakitu kake tu kwanza anywe yapoze moyo. Sinaenda kupika naenda kuleta ambacho ushapika. Mwanamke mkarimu atakarimu mumewe kwanza kabla ya wageni. Wanawake mpo, ile tabia yenu ile, vyombo vizuri vyote kabatini vya wageni, alafu mumeo anatumia kile kile chenye mapengo, watoto wamevunja chombo hicho hicho anatumia. Baba mtu anatumia watoto we? Mama shindwa kwa jina la Yesu. Mwanaume mume ni mfalme, anatakiwa kuwa uh, kutengenezwa kuwekwa, katika namna ya pekee sana. Hatumii vyombo na watoto, ana vyombo vyake, hivyo ni vya baba tu, mtu agusi. Sasa wewe mwenzangu, lisani mtoto amelivunjavunja vunja, glasi mpaka ina mapengo, ndio hiyo hiyo unampa na mumeo. Namba nne, angalia binti mwenye bidii ya kazi, sio mvivu Mithali thelathini na moja fungu la ishirini na tano miongoni mwa sifa za mke mwema, anasema mke mwema, nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake. Mke mwema, vijana wa kiume, angalia hata anavyotembea. Kumbuka ya kwamba mtu anavyowaza ndio vile anavyotembea. Kwa hiyo kiuna kabinti karembo, lakini kanatembea kama kanaenda kuchuma kisamvu, ujue kavivu na mvivu wewe mwenyewe utapata tabu. Atakupa kila kitu kwa uvivu, hata maji ya kunywa akikupa, anakupa kivivu, kunywa hujamaliza we. Mithali thelathini na moja na fungu la kumi na saba Biblia inasema mke mwema hujifunga nguvu kiunoni kama mshipi. Nyumba ambazo zina wanawake chapakazi zina raha yake. Na unajua uvivu anatembea na rafiki yake mmoja. Uvivu huwa na rafiki yake anaitwa uchafu. Uvivu na uchafu ni marafiki. Kwa hiyo mwanamke akiwa mvivu na uchafu anao ni kadeki, ngoja tu nitaenda baadaye, eh, nikafue. Acha tu nitafua. Nguo zinangongwa na nzi, anarudisha ndani tena, na kesho hivyo hivyo. Uvivu, mwanamke mvivu sio mpango wa mbingu. Namba tano: Angalia binti mwenye upendo wa kweli na sio pesa zako. Na hapa vijana wa kiume huwa wanajikwaa. Vijana wengi wa kiume, hata baba zao, anaona kwamba kuhonga ndio atapendwa. Hivi wewe ulishamaliza kuhonga mama yako, mpenzi wako wa kwanza, mwanamke anayekupenda kuliko yeyote duniani? Ushamalizana naye kama sio ujinga ni nini? utashindwa kupata binti anayekupenda ukweli ikiwa unahonga honga, kwa sababu atavutiwa na pesa zako na si wewe. Na Biblia inasemaje eh? Wakorinto wa kwanza kumi na tatu: upendo huvumilia, upendo haukosi kuwa na adabu. Utasoma hiyo yote, mnaojua, unaifahamu. Namba sita. Chonde chonde kijana wangu wa kiume Binti hata angekuwa na meremeta mzuri ajabu, lakini mgomvi, usikubali. Ni vigumu kuishi na mwanamke mgomvi. Mithali ishirini na moja fungu la tisa: ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Mithali ishirini na tisa kumi na tisa ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi. Si mgomvi tu, mchokozi wanawake wengi sana ni wagomvi na wachokozi mi najua. E, ulisimama naye tena, ulikuwa na tabasamu vizuri. Jamani, tabasamu ni kama miayo. Mtu akitabasamu, naona jikuta tu na tabasamu. Wewe kutabasamu kwa mumeo hutaki, kwa nini asitabasamu kwa wanao? Tabasamu hutaki atabasamu kwa watu, mumeo tabasamu mwenyewe. Sura ndefu ya nini? Kila siku long faces. Wanaume wapendi, wanaume wanapenda mwanamke anaye tabasamu na siri usioijua, ukiwa unanuna nuna unazeeka haraka, maana sura inakuwa ndefu. Wachana na makasiriko. wa Kenya wanasema wachana na makasiriko. Namba saba, angalia mke ambaye ni safi kiroho na kimwili pia, mwanamke aliye smart, maana hiyo ndio shida ya wanaume. Shida ya wanaume iko kwenye macho. Kwa hiyo kama mwanamke utaweza kuwa smart mbele ya macho ya mume wako utakamata vizuri, utaweza kushika macho yake. Wanawake wengi hasa wale wakiolewa akiwa msichana anakuwa yuko sawa, lakini ngoja aolewe, anajiacha anakuwa mchafu, mchafu nguo yoyote anayoiona mwilini. Twende jamani, wanaume hawataki hivyo. Binti yangu, we ni binti mdogo, lakini umekazana na maremba kama haya wenzako. Haya tunasimama nayo kwenye pulpiti hapa we binti mdogo, maremba maremba, yenyewe basi hata uyafunge vizuri, unaliweka tu kichwani hovyo, manywele hayachanwi, na ni binti mdogo. Tabia yako njema, kijana akikuangalia anasema mashallah, binti ana tabia nzuri, lakini mm, kama vile mkubwa kama mzee. Kumbe si uzee, ni uchafu. Hebu kaa sawa, uwe, uwe vizuri. Na wengine wameenda mbali, maana anaongea na watu wengi wale waliojifunza kusuka nywele, si wamejifunza wapi? Mimi nikisuka hizi nywele he, miezi miwili hapa, miezi miwili na minywele inanuka. We mama shindwa! Kijana wangu wa kiume, kumbuka, usianze kumwambia kuwa kijana, usianze kumwambia binti kuwa nataka ni kuoe. Mara nyingi vijana wengi na hasa wale waharibifu wale amakuja nagia nataka nikuoe, kumbe ni mharibifu binti yangu, unahitaji hekima ya kimbingu. Na hawa waharibifu, anzeni mwanzie tu mbali, usianze tu umemwona tu amekuvutia unasema mimi nataka nikuoe. Mnamfahamu paka pusi, nyau, huwa wanakucha kali lakini anacheza na binadamu vizuri bila kukukwarua. Ukimwambia binti moja kwa moja nataka ni kuoe, hautajua tabia yake ya ndani, atajificha kwenye tabia yake. Jitahidi kupeleleza tabia ya mama yake ikoje. Mara nyingi shika hii, ingawa sio mara zote, mara nyingi ila si mara zote, tabia ya mama ndio tabia ya binti. Kwa hiyo ukiona mara umepitapita kwao unakuta mama mtu anamjibu baba mtu vibaya, ujue hapo, hiyo ni rangi nyekundu, hiyo hiyo ni bendera nyekundu, ogopa. Kwa hiyo peleleza tabia ya mama yake ikoje, huyu mama yukoje. Lakini pia hata umbo la nje angalia mama yake na dada zake, kama anao. ikiwa kijana upendi wanawake wanene na unakutana na binti mnene anamcha Mungu Angalia kwao inawezekana unene ni wa usichana tu. Kwa hiyo muoe akiwa mama anakaa sawa. Usiwe mbinafsi kwa kuangalia uzuri wa nje, angalia kama atafaa kuwa mama wa watoto wako. Ni muhimu sana. Tuko hivi tulivyo kwa sababu ya wamama waliotulea, kwa sababu ya mama zetu. Utakuja kulalamika kwa sababu ya mke uliye naye, ndio anakutengenezea uzao wa namna hiyo. Mama ana mchango mkubwa katika kutengeneza tabia za watoto. Jiulize, kama huyu ninayetaka kumwoa, wazazi wangu wakizeeka au wakiwa wagonjwa atawatunza? Usisahau hilo jambo. Namba nane, oa mwenye mapambo ya utu wa rohoni. Tunasoma katika Petro wa kwanza tatu utasoma mwenyewe hapo tatu mpaka nne tano Angalia wanawake, wasichana wanaojipamba kidunia. Kumbuka ya kwamba yaliyoko moyoni huwa yanatoka huku nje. Kwa hiyo kama binti amekaa kidunia, na Biblia inasema msipende dunia wala mambo yaliomo, huyo hata kufaa. Kwa sababu waume wetu wanatutegemea sisi kwa sababu Mungu ametuambia wa sisi wanawake ni walinzi na wasaidizi. Kwa hiyo ukienda kuchukua msaidizi ambaye hataweza kukusaidia kiroho, unajiharibia future yako, unaharibu mambo yako ya kiroho. Angalia binti anayempenda Mungu kweli. Namba tisa, oa mwenye akili zenye akili, ili watoto wako waje kuzirithi. Usiangalie tu uzuri wa nje. Kuna fungu nalipenda sana, Mithali kumi na moja ishirini na mbili. Wanawake wengi sana huwa wanaringia uzuri. Wakikaa kwenye kioo huwa watoki wako